Shahidi wa siri anayetambulika kwa jina la P7 mwenye umri wa miaka 26, ameieleza mahakama jinsi vijana walivyozua mjadala katika kijiwe cha bajaji baada ya kauli mbalimbali alizozitoa Mwenyekiti wa Chadema, Tundu Lissu ikiwemo kwamba hata wakienda mahakamani hawatapata haki kwa sababu majaji ni vibaraka wa CCM. Shahidi huyo amedai kuwa wakati wakiendelea kubishana alipata hamasa kupitia maneno hayo ambapo ilimbidi aingie kwenye mtandao wa YouTube asikilize kwa kujiridhisha. Shahidi P7 amedai hayo mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dastan Dunguru wakati akitoa ushahidi wake dhidi ya Lissu katika kesi ya tuhuma za uhaini inayomkabili akiongozwa na wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Isa shahidi amedai yeye ni dereva wa bajaji na kazi zake anazifanya kwa mrombo arusha toka mwaka 2023 hali ya eneo hilo lina watu wengi wao ni madereva wa bajaji mamantilie na pia kuna maduka ya mahitaji ya nyumbani aprili 3 mwaka 2025 majira ya jioni nilikuwa maeneo ya kazini kwangu kijiweni kwa mrombo tulikuwa kwenye mazungumzo ya kawaida ya kijiweni baada ya hapo mtu mmoja akaibua mazungumzo mengine tofauti na yale ya mwanzo, amedai shahidi P7. Amedai kuwa huyo mtu aliwaeleza kuwa hawajasikia kwamba Chadema wamesema watazuia uchaguzi wa mwaka huu, na pia akasema tena watakinukisha mbaya, akasema polisi wanaiba kura na hata wakienda mahakamani hawatapata haki kwa sababu majaji ni vibaraka wa CCM. Ameendelea kusema kwamba mwaka 2024 tume ya uchaguzi ilitoa maelekezo ya kukata wajumbe wa Chadema. Wakati tukiendelea kubishana, nilipata hamasa kupitia maneno hayo, ikabidi niingie kwenye mtandao wa YouTube kwa kutumia simu janja, nikafungua mtandao wa jambo, nikasikia maneno hayo hayo, amedai pitu. Amedai kuwa baada ya dakika chache wakaja watu wakawaeleza kuwa wapo chini ya ulinzi, wakajitambulisha wao ni askari, wakawaweka chini ya ulinzi huko, baadhi ya watu wakikimbia, akakamatwa yeye na P4. Tukapelekwa kituo cha polisi Muriet, tulikaa kama dakika 45, tukapelekwa kituo cha polisi cha mjini kati, tukaingizwa kwenye ofisi ya RCO, nikaambiwa nashtakiwa kwa kutaka kufanya fujo niliandika maelezo na kuingizwa mahabusu, amedai shahidi. Amedai kuwa asubuhi yake alifuatwa na ndugu zake, akadhaminiwa, akapewa ratiba ya kwenda kituo cha polisi, akawa na ripoti kwa mujibu wa walivyompangia Aprili 17 mwaka 2025. Baada ya kwenda kuripoti kama kawaida, akaambiwa aandike maelezo upya Tarehe kumi na saba niliandika maelezo kama hayo niliyoyatoa mahakamani, amedai shahidi P7. Baadaye maswali ya dodoso yakawadia kutoka kwa mwenyekiti wa Chadema kama ifuatavyo: wewe ni mzaliwa wa Kirangi? Shahidi akasema ndiyo. Lissu akamwambia unapandisha kwa Sakina darajani. Shahidi hakujibu chochote. Lissu akamuuliza kijiji cha Kirangi shida akasema ndio. Lissu akamwambia usiogope, siwezi kukufuata huko. Shahidi akasema sawa. Lissu akaendelea, halafu jua mimi sina shida na wewe, mimi sipigi watu. Shahidi akasema, hata mimi sikugopi. Lissu akaendelea, walikuandika maelezo ya kutaka kufanya fujo. Shahidi akasema, mimi sijui hayo, ni masuala ya polisi, ungewauliza wao. Lissu akasema kwa hiyo ndio walikuandika maelezo halafu wakabaki nayo wao. Shahidi akasema nahisi ni utaratibu wa polisi. Lissu akamuuliza ulimaliza darasa la saba mwaka elfu mbili na tisa? Shahidi akasema nikukatishe, nilimaliza darasa la saba mwaka 2014. Lissu akasema waheshimiwa majaji, mimi ninao karatasi ya mwaka 2009, huko kwenu ikoje? Jaji Ndunguru akasema mwaka elfu mbili na kumi na nne. Lissu akasema, waeleze waheshimiwa majaji kama maelezo yote yasoma yapo kwenye hayo ulionayo. Shahidi akasema ndiyo, yapo sahihi. Lissu akaendelea akasema, katika ushahidi wako leo umeeleza mahakama pale kwa mrombo kijiweni kuna watu wengi wakiwemo madereva majaji, ni kweli au si kweli? Shahidi akasema ni kweli. Lissu akaendelea akasema waelezi waheshimiwa majaji kama hayo maneno ya watu kuwa wengi eneo hilo wakiwemo mamantilie madereva bajaji na maduka kama yapo kwenye maelezo yako, shahidi akasema hayapo. Lissu akaendelea waelezi waheshimiwa majaji kama maneno ya mtu mmoja alianzisha maada kwamba Chadema watazuia uchaguzi mwaka huu yapo kwenye maelezo yako, shahidi akasema hapana. Ha, vile vile umesema huyo mtu tena wamesema watakinukisha mbaya, hayo maneno yapo? sheda akasema yapo. Lissu akasema yapoje? akasema watakinukisha. Lissu akasema nikusomee ulichoandika, sheda akasema soma. Lissu akamsomea, baada akamuuliza swali kwamba maneno yalisema na mtu mmoja, sheda akasema ndio. Lissu kuna sehemu aliandika hayo maneno yalisemwa na mtu mmoja. Shaida akasema hapana. Liso akamuuliza umesema mtu mmoja huyo alianzisha maada akasema polisi wanaiba kura, hata ukienda mahakamani hautapata haki kwa sababu majaji ni vibaraka wa CCM, ni kweli au sio kweli? Shaida akasema ni kweli. Liso kaendelea kwenye hayo maelezo yako yapo kwamba majaji hawatendi haki kwa sababu ni vibaraka wa CCM. Shahidi akawa kimya. Lissu akamuuliza mbona kimya shahidi? Shahidi akasema rudia swali. Lissu akaendelea kwenye ushahidi, umesema ni kama kwenye maelezo yako yapo, kwenye maelezo yako ya polisi hayo maneno yapo? Shahidi akasema naptia, nilisema majaji hawatendi haki. Lissu akasema hayo maneno ya polisi wanaiba kura yapo au hayapo? Shahidi akasema hayapo. Lissu akasema waeleze waheshima majaji kama vijana kuzungumza kuhusu kauli ya Lissu ni kosa la jinai. Sheda akasema mimi sijui kwa sababu si mwanasheria. Lissu akasema ni kosa la jinai kumuunga mkono Lissu na chama chake. Sheda akasema nilisha kujibu, mimi sio mwanasheria. Lissu akasema mlikuwa mnazungumza kuhusu kuniunga mkono, kuzuia uchaguzi, kuzuia uchaguzi ni kosa la jinai. Shaida akasema ni kosa ndio, na ndio maana tukakamatwa. Lissu akaendelea kasema, ulipelekwa mahakamani kwa kosa la kutaka kufanya fujo uliokamatwa nalo. Shaida akasema sikupelekwa mahakamani. Lissu akasema, wakati unakwenda kuripoti polisi walikuwa wanakwambia nini? Ananiambia fagia hapa, usaini, unaondoka. Lissu akasema, ulikuwa unaambiwa tu kufagia hapa, usaini, unaondoka. Hapo umeletwa kwa ajili ya makosa yangu mimi. Shahidi akasema kosa lako wewe wewe, ndio umesababisha mimi kuwepo hapa. Lissu akasema haya maelezo yako yanatokana na wewe kuhojiwa na polisi, ni kweli au sio kweli? Shahidi akasema ni kweli. Lissu akasema waeleza waheshimiwa majaji, umekujaje mahakamani? Shahidi akasema kwa miguu, kutoka Kirungi hadi Dar es Salaam. Shahidi akasema nilipanda basi. Lissu akamuuliza, nani aliyekupa nauli? Shahidi akasema mwanamke wangu. Lissu akasema gharama za kukweka hapa mjini nani anakulipia? Kasema mwanamke wangu. Lissu akasema kuna kiongozi yeyote wa Chadema mwanachama au mfuasi aliyekutishia maisha? Shahidi akasema hakuna, kwa sababu hawanifahamu. Lissu akasema kuna kiongozi yeyote wa Chadema mwanachama au mfuasi aliyetishia ndugu zako maisha akasema hakuna. Awali, kesi ikianza, wakili wa serikali mkuu Renatus Mkude alieleza mahakama kwamba shahidi aliyofuata kutoa ushahidi wake, mpelelezi wa siri, asubuhi amepewa taarifa kuwa amefiwa na baba mke wake ambaye alikuwa akiishi nyumbani kwake. Shahidi ambaye tulikuwa tumemwandaa, ambaye ni mpelelezi amefiwa na baba yake mkwe, kwa hiyo leo tutakuwa na shahidi mmoja, tuliandaa wawili kwa sababu ushahidi wa mpelelezi ni mrefu, alidai. Hata hivyo, Lissu amedai kuwa yupo tayari kuendelea na kesi na pia hana pingamizi na suala la msiba. Kesi imeahirishwa hadi kesho kwa ajili ya kwanza kusikilizwa ushahidi wa shahidi namba kumi na mbili upande wa jamhuri.